Na katika harakati zake za uanaharakati na kupigania nafasi za kisiasa nchini, Raila Odinga alipewa majina ya utani si haba, ama ukipenda majina ya majazi ba. Baadhi ya majina hayo yakiwa Tinga, Baba na Agwambo. Hata hivyo, majina haya yalikuwa na maana yake haswa. Veronica David anaangazia majina haya. Nipigwe teke, sitarudi nyuma Onipigwe teke kwa kiongozi aliyependwa na kuchukiwa na Wakenya kwa kiwango, Raila Odinga alijizolea majina ya utani si haba katika harakati zake za kisiasa. Wameua sasa karibu <tipos> zaidi ya 100 Hulka yake ya ukakamavu na kutoogopa yeyote siasani ilimfanya kubatizwa jina Tinga, likimaanisha trakta lililomfananisha na chombo chenye nguvu kisichozuilika, kasa alipokuwa akiongoza harakati za mageuzi, akivunja vizingiti vya kisiasa kwa msukumo wa wananchi. Leo wale ambao walikuwa na taswishi watajua kuna tsunami. Kiongozi huyo wa ODM, vile vile, alikuwa mtu asiyeweza kutabirika hali hii ikimpa jina Agwambo, jina la Kijaluo linalomaanisha mtu wa ajabu au mwenye uwezo wa kipekee na anayevutia hisia kali hasa wakati wa kampeni na maandamano. Yeah! Odinga pia alipewa jina la Joshua kuashiria kuwa angeongoza watu kuingia nchi ya ahadi. Jina hili lilitumika mwaka wa 2017 kumwasilisha kama mkombozi ambaye angewaongoza Wakenya kutoka kwa hali ya uongozi mbaya hadi kwenye nchi ya matumaini na haki. Hata hivyo jina lililovuma zaidi ni Baba, ambalo lilitokana na nafasi yake ya kuwa kiongozi mwenye tajriba na ushawishi mkubwa. Alionekana kama baba wa kisiasa kwa wengi, hasa vijana na wafuasi wa upinzani. Jina hili pia lilionyesha heshima na mapenzi walionayo wafuasi wake. Fisadi na waomba, tuokoe Kenya yetu, na kura zenu nionyeshe, kura ya Baba. Majina mengine aliyopewa kiongozi huyo katika uhai wake ni Jacom, Nyundo, Enigma na The People's President. Veronica David, Undugu TV.